nchi nyingine hawana nafasi leo. Laigwanan ni aliyetawaza wanajua, mkienda kwenye nchi za wenzetu za majirani kuna vurugu, lakini Tanzania ya Dokta Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisaidiana na makamu wa rais Dokta Philip Isidori Mpango, akishirikiana na waziri mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa akisaidiana na naibu waziri mkuu Dr. Dr. Mashaka Biteko akimkabidhi kazi mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda. Mimi niko hapa kiruswa namba sita, diwani namba kumi na moja. Huyo kipa atadakaje huo mpira? Ndio maana mnaona kazi inaendelea, kazi ni nzuri na ushirikiano ni mkubwa, na ndio maana mmeona kila mahali mlipo, serikali ipo, kazi inaendelea. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana leo, laigwanani uliopewa kwenye mila yetu, kwenye ukoo wetu wa Mollel, mimi nina raha sana na mheshimiwa mbunge ana raha mno kuona wewe umekabidhiwa uwezo unao. Watunze kina nyangulu hao, nyangulu hao tunao wazuri sana, watunze kinakolianga, najua wewe uko sehemu ya kinakolianga. Tunataka tuone kazi nzuri inafanyika kwa vijana hao, vijana hawa tunataka maendeleo vijana hawa tunataka miji yetu ikae kwa utulivu. Vijana hawa tunataka tuone watoto tulionao wasome, kwa sababu shule imejengwa. Tunataka watu wafuge kwa wingi. Tunafikiria leo kupitia kwenu tarafa hii ya, ya Kitumbe ine tufikirie tujenge kiwanda cha ngozi, na mimi niwaambie leo tunaendelea kufanya michakato tupate uwekezaji kiwanda cha ngozi ili ng'ombe hao mlionao tukichinja ngozi pia muuze, lakini mtapunguza zile alama mnavyowaweka mnachoma alama maeneo mengi, ili ngozi ziendelee kuwa na faida kubwa, kwa sababu mifugo yetu ndiyo pesa zetu. Mifugo yenu ndiyo hoteli zetu, mifugo yenu ndiyo maisha yetu, mifugo yenu ndiyo utajiri wetu. Lazima tutunze ng'ombe, tutunze kondoo, tutunze mbuzi kondo, ili leo na kesho iwe ni faida sisi kazi yetu ni kuhakikisha malisho maeneo yenu na kumwomba Mwenyezi Mungu mvua ziendelee kushuka ili tuone malisho hapa wa kutosha, mifugo yetu iwe na faida. Laigwana ni yuko anajua tunavyoshirikiana kwa pamoja. Leo hii umetawazwa kuwa ndio sasa laigwana ni mkubwa kwenye mila yetu kwenye ukoo wetu huu wa Mollel. Hii kazi umepewa kutulea, kazi hii ukoo huu unakutegemea kazi hii tunaamini utaifikisha kule tunapotaka, na leo mwenyekiti wa malaigwana ni anashuhudia, mimi na waheshimiwa madiwani tunashuhudia, lakini afisa tarafa yuko hapa akiwa na imani kubwa kwamba utulivu kwenye tarafa yetu kwenye kata yetu ya Noondoto kwenye kijiji chetu cha Noondoto kuna utulivu mkubwa. Hawa vijana wanategemea sana maongozi yetu. Mimi kwa majina anaitwa Simoni Melau, ni kiongozi wa mila tarafa Kitumbini na bado ni mwenyekiti ya malaigwanani ya baraza la ulaya Lodogido. Kwa shughuli iliyofanyika kwa siku ya leo, ni shughuli ambayo inaendeleza maendeleo ya jamii ya wafugaji na Wamasai. Utaanyua kwa malaigwanani kwa siku ya leo wa ukoo wetu Mollel, ni jambo ambalo tumeona kwamba malaigwanani lazima waongezeke katika maukoo kulingana na mambo makuu matatu. Kwanza kitu kinachoitwa ushirikiano ndani ya ukoo, elimu ndani ya ukoo. Tusije tukashinda kuendeleza jamii kwa ajili, kama kuna watu ambao hatakuwa na uwezo, tutasaidiana, tutashirikiana. Kama kuna vijana wanashinda kuoa, tunasaidiana na pamoja, tutatueka pamoja, ambacho hakuna kitakacho tushinda. Kwa hiyo kikubwa zaidi Laigwanan like, ni, ni ni mtu muhimu na ni mtu anayesikilizwa na jamii na ni mtu ambaye lazima atakuwa mkuu katika ile familia kwa kuondoa ma, ma, mambo ambayo hayaisaidii jamii. Na tunashukuru DC aliyotumba sisi ulaya Longido. Tunamuomba asitole kwa mfano hata maeneo yetu ya malisho ya mifugo. Maana bila mifugo au bila nyanda za malisho au bila chochote sisi hatulakuwa kama wafugaji na chochote. Kwa hiyo tunachomuomba atupe usalama wa maeneo ya malisho, na sisi ndio tutakuwa na usalama na tuko pamoja na serikali yetu. Mambo mengine ambayo yanatokea ndani ya jamii, furugu au nini, bila DC au bila mbunge, sisi kama viongozi wa mila wa jamii, ndio sisi tunasisitiza na sisi ndio tunazuia bila kufika vyombo vya sheria lakini baada ya kustaafu upande wa serikali bado jamii ama ukoo huu wa Mollel wameona pia anawafaa bado niendelee kuwaongoza, na ndio leo hii tunawazimisha siku hii wakunisimika kuwa kiongozi wao wa mila. Mimi niseme asante kwa watu waliohudhuria, viongozi ngazi ya wilaya, malaigwanan wote ngazi zote, viongozi wa chama, wananchi wote kwa ujumla waliohudhuria katika zoezi hili la kusimika kwangu. Mungu wabariki wote. Nachoomba ni ushirikiano na umoja na upendo, ili tuweze kusonga mbele katika ujenzi wa taifa la Tanzania. Hata salamu zangu ziwafikie wa viongozi ngazi ya taifa, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakiongozwa pamoja na viongozi wote ngazi za chini. Nafsi naunga mkono kwamba hata uchaguzi unaokuja, wananchi wote tuelekeze kura zetu kwa chama cha Mapinduzi, ni chama tawala, tuliayanini iliyotulea imetukuza kimaadili, kiafya na kiuchumi. Kwa hiyo mimi naomba pia, hata wananchi wako wote na wananchi wote tuungane nyungani katika uchaguzi huu unaokuja mdini